Mechi yenyewe ilikuaje lakini mpaka imekuaje mpaka mkapoteza goli tano? Ni ngumu kumesa kwa kweli. Ni In, ngumu kumesa lakini kwanza nawashukuru wa wachezaji. Nashukuru wachezaji, nawapongeza wamecheza kadi ya uwezo wao. Haya ni matokeo ya mpira yalivyotokea, kwa sababu kwenye mpira kuna kushinda, kuna kufungwa, kuna ku ko sio ajabu kufungwa, sio ajabu kudraw, sio ajabu kushinda. Tumefungwa, lakini vijana wamejitahidi, wamepambana kadri ya uwezo wao, basi ndio pale alipofikia na wenyewe. Mungu amejalia tunashukuru, tuendelea kujipanga na mechi zingine zinazofuata mbele yetu, tuone tunamaliza vipi, tunaenda kucheza playoff au hatuchezi wa, lakini tunaitazamia mechi ya Singida saizi Benja mmepoteza kwa idadi kubwa ya magoli pengine tunaweza tukasema mmekutana na timu yenye ubora zaidi kuliko Tanzania Prison wewe unaiona kubwa lakini mimi naiona ndogo mm -hmm. e, kwa sababu tushawahi fungwa goli saba sasa kama tumefungwa goli tano mimi naona ni idadi ndogo lakini ni idadi kubwa kwa sababu tupo nyumbani e, inauma Eh, so, so, so, so, so, so, ni chache kwa sababu si tumewahi fungwa saba. Sasa kama ufungwa tano, sasa tuseme goli sema, kwa sababu ni kuwahi kufungwa goli tano nyumbani, yeah. Sasa hapo ndo unaweza nga kujibu. Kwa kweli, kwa upande wa nyumbani ni goli nyingi sana, inaumiza, lakini eh, ni kutokana na ubora wa vikosi vyetu eh, ubora wa vikosi, kikosi cha Yanga kiko vizuri, kiko bora, ndio maana kimepata matokeo, na sisi tungepata matokeo tungekuwa bora, kwa hiyo tunashukuru kwa hayo acha tuendelee kujipanga, unadhani, yeah. mlizidiwa nini hasa hapa kiwanjani? ni ubora wa vikosi e, ni ubora wa kikosi cha Yanga kinsi kilivyo ndio kituamua matokeo, na uzoefu wa wachezaji walio experience wengi sana uwanjani, na kutokana na vile uhitaji wao mkubwa na uhitaji kutokana na wametoka kwenye migogoro, kwa hiyo hawezi kuja kirahisi, hawezi kuja kirahisi hawezi e, kujua kirahisi kama hivyo, tujua tu lazima mechi itakuwa ngumu, lakini tulikuwa tunajipa moyo kwa tunaweza tukashinda kwa vyovyote vile, lakini bahati mbaya imeshindikana. Mmebakiza mchezo mmoja tu, ni mchezo pia mkubwa na muhimu kwelikweli kwa upande wenu, lakini pia hata kwa timu ambayo mnakwenda kukutana nayo. Asukile, mchezo huo mnautazama vipi? Njoo Singida, njoo <coughs> Singida tunashinda. Mnashinda? yeah. Nini ambacho kimekufanya uone kwamba hiyo mechi mnakwenda kushinda Nimesema njoo Singida tunashinda, njoo Singida tunashinda. tumekaa muda mrefu hapa bila kucheza mechi hata moja, kwa hiyo hii mechi tayari imeshatuonyesha kitu fulani kwenda kucheza mechi ile. kwa hiyo imesha hapa kama ulivyosema, unasemaje wake wake up up call call, sabule ulivyosema, unasema sini kaongea, kwa hiyo tayari kuna kitu fulani kimeingia kwa wachezaji kwa ajili ya ile mechi, kwa sababu kama nilivyokuambia, kwa tumekaa muda mrefu bila kucheza mechi, kwa hiyo mili nayo inafanyaje? Lakini sasa saizi tayari wameamka, kama angalia, tumecheza mechi zile tatu nne mfululizo, angalia wachezaji jinsi walivyokuwa wanacheza, tupata matokeo. Sasa kitendo cha nani kukaa muda mrefu bila kucheza, nacho ndio matatizo yake, kama haya ya kuweza kupoteza goli nyingi, moja wapo. Lakini nina imani kwa unaenda kule tayari umeshapata tayari kitu kingine ambacho tayari mili imeshauri tayari kwenye ligi, kwa ninaamini tunaweza kupata matokeo. Shukrani sana. Mungu wabariki.